Jakaranda hii platform ni kubwa zaidi, na pale one week ambaye imepita, mimi kama kama wa Kisumu nilijitokeza, alikuwa nauza kidney yangu, na jana usiku ndio customer alinipigia. Hii sahii hii hii bunge yetu tunakuwa tunaongea, lakini hii platform ni kubwa zaidi. Tulibagii na huyu mtu, Mr. Speaker Naongelea juu hiyo pia, nilisema hapa, nakumbuka wakati nilikuwa, Nil, nilikuwa na shida, nilikuwa na uzanga milioni 2 hata wewe ulikuwa unajua. Nilipigiwa simu akanambia 1.8 lakini 200 naona kama inanikosanisha na yeye, nikamwambia sasa, hii nimeiweka juu ni 4.6, so hiyo ilikuwa hivi, unajaribu tu kueleza hii platform ya Jacaranda, ukiongea mbele ya watu hapa. Kwanza kabisa na appreciate, nashukuru sana watu wa media wetu mnatuudha sana ukiwa na shida ukuja na shida yako hapa, lazima siku siku moja utapata ripoti ya hiyo shida yako kwa hii platform. Wakati ile nililia pikipiki dizia ilikuja juu ya watu wa media wetu hapa. Watu wenye wafaa kupewa heshima zaidi kwa hii bunge ni hawa, kama si hawa hakuna mwenye naatuona, hiyo ndio ni ukweli. Hiyo ndio tupewe watu wa, watu wa media heshima, na maybe ningeelewana na ule mtu angenipea 60 ningewaachia wa media hey. Ndio 4 million kule so naenda kwa mada. Mada yangu ni Mr. Speaker, mada yangu tumea m William Samo Rut ambaye ni rahis anatumia baba yetu vibaya zaidi, ambaye ni Uburu Dinga. Mspker, ukijaribu kuangalia siasa ya Uburu kuanzia utotoni hadi hii, hakuna mahali mahaliuburu vai inje ya Nyanza kiti yeyote, na William Samoei Ruto asa realize weakness ya uburu ni Kiswahili, na hiyo mnajua. Ma ona kwenye baba yetu anasema Kiswahili, tunamuona mwonago penye yako. Sasa ya uburu ni ile sasa ya nyumbani, sasa ya amani, sasa ya vita. Uburu anakuanga mpole kila siku, hata kiambiwa akiambiwa ODM aitoe president, ju uburu mwenye uburu aelewangi Kiswahili sana, anaelewa English so kama anaambiwa ODM inatoa candidate anasemanga, hapana. Umejua yeye anajua wanatoa. So ODM yetu lazima kuwe na candidate ya president coming 2027 20, tuelewane. 20, na isipokuwa the agreement ni Ruto ataongeza CS wangapi kwa hii ODM? Kama atatupea candidate atataongeza CS ngapi kwa hii ODM yetu? ODM ni chama kubwa Kenya mzima, hiyo no ndio chama kubwa kushinda chama zote. Na liko na CS wangapi? Watatu. Luo Nyanza tuko na CS ngapi? Wawili. hii Kenya injinia wanatoka wapi? si Wajeluo? daktari wanatoka wapi? Wajeluo. profesa wanatoka wapi? Wajeluo. umewai pata na mkikuyu profesa? umewai pata na mkikuyu injinia? Hakuna. So wenye wanafaa kupewa heshima hii Kenya ya kwanza

So, William Samuel Ruto tafadhali tunakuomba esimu wa Jaluo. Hiyo tu jina Luo, esimu hiyo Luya. Wenye wanatufuata wasomi wengine ni Waluya. Na sisi ndio tunatumiwa kama dustbin. Mjaluo na Mluya ni kama dustbin. Tunatumiwa kama ngazi, akifika huko tunarushwa chini. Hiyo ni Mjaluo na Mluya. Hatuna strategy mzuri. Luos and Luya hatuna strategy nini mzuri. Kama ni kura yenyewe sisi ndio tunalala tupige kura Mjalu na Mluya pigi <laughs> lakini ule mkikua ambaye anajua uongozi ni nini siku ya kura Central Nyanza, central sorry, central sorry, siku ya kura baa zote huwa zinafungwa, serikali inakubalika hiyo siku baa zote za Wajaluo wafanye 24 hours. ndio Wajaluo walewe kisi wasipige kura <laughs> mnaonanga, tunatumiwanga vibaya luzamluya mjaberi na mwangalie hii kama ni 27 ni mwezi wa nane, utaona hai. Sasa hivi tuko position, wanasema wajaluo wako position, lakini siku za kura baza central huwa zinafungwa tena. Hiyo siku polisi wanachapa watu mbele ya baka kabisa, lakini baza wa Jaluo na Waluhya saa hizo mnaambiwa mfungue hata asubuhi hata siku ya saa mbili haina shida. Kesho siku ya kura uko na hao watu wengi bali. Bwana, mjaribu kuangalia hili vizuri. Alafu mimi wa Luo na waomba sisi na wenye makora kwa Nairobi sasa hapa Ah, mnajua seneta tuliwapea, ambaye Edwin Sifuna Waluya, hii gavana ni yenu, Johnson Sakaja ni yenu, MCA pia ni magoba, Waluya ni yenu, si siwaloaeamrudishe mkono hata jii, mtusaidie si pia tukuwe na mjadala umoja gavana ambaye ni Babu Owino. Tafadhali nawaomba Waluya, sisi nyinyi ni kama mashemeji wetu Turudishe mkonowau yes, kama, kama. Yes, kama, kama, ni shemeji wetu na mimi pia kama Kamau wakisumu mamangu ni Mkikuyu, nitaongea na Mkikuyu wape, Babu wenu, Micheke, unasikia? mamangu ni Mkikuyu <laughs> Turudishe mkono kwa babu wenu this time round ndugu zengu. At least hapo nei kila mtu ata make sure atapata gari. Asante sana na Mungu akubariki.